Haleluya, tunamshukuru uh, Mungu kwa hiki kitendea kazi kikubwa. Wengine mnaweza kiona kama ni ndoto, lakini hiki ni kitu kikubwa. Rasimu yetu ina maeneo A, B, C, D ambayo kuna utangulizi, mafanikio yaliyopatikana kwa hii miaka kumi na tatu ya kanisa, halafu viashiria vya hatari vilivyoonekana kwa miaka kumi na tatu ya kanisa, lakini pia mapendekezo sasa ya malengo na mikakati ya kuyafikia malengo. Kwa hiyo ndugu zangu e, kitini chetu hiki kina kurasa nne na ninaamini tutaweza kufanya kila kitu kwa njia ambayo nizuri, ni nzuri. Niwaahidi kwamba tutaingia Januari tukiwa tumeishatengeneza kila kitu ili sasa tuanze 2026 tukiwa tuko katika haya malengo yaliyoko hapa. Kwa mara nyingine tena namshukuru Mungu kwa ajili ya mwenyekiti wa kamati na wote aliosaidiana nao. Na Mungu alibariki kanisa letu, tuendelee kusimama vizuri ukiwa na dira una, unajua kwamba unaona, amen. Amen, kwa hiyo sasa niombe kila familia pia iweke malengo, miaka ishirini ijayo itakuwa ikoje? Amen, na mimi nimefika mbali kwenye malengo ya familia yangu na wewe jitahidi, kwa sababu kanisa likiwa na malengo linapaswa liundwe na walio na nini? Na malengo mbariki na Bwana amen.